Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watukufu wa Islamu, katika chipengele chino ni chipengele cha kumsamiza adui wako, ikiwa akusumbula ama ni mtu udhalimu akusamizwa katika idi yeneo hiyo, kwa sababu asumbula wantu, labda asumbula wantu kwa ubavi, labda asumbula wantu kwa fitna labda asumbula wantu kwa maasi, labda asumbula wantu kwa ushirikina wa kuwaloga loga wantu kwa jamani za wantu uovu, au ni mtu mshirikina. Yeye kazi yake ni kugonana na wavere wa wenye, na chiro unabula na chiro. Yeye kazi yake ni kuingira mwezi nyumba za wenye na kuwagoneza wavere wa wenye, alafu na ku na kuwagoneza wagosi wa wenye, alafu azini na wavere. Weko washirikina wa namna kama hiyo Kazi yao ni kuwanga mwezi nyumba za wana ama kuna washiriki na wa mwanga akwengira mwa nyumba na chiro na kuweza kukujamanyiza ufisadi, kukuburuza hasi, kukutoa, kukukwara kwa mgongo inga haiwani ukanuka mtondo mwiruno wose ni waruma inatambulika hivyo. Hakuna kugutirana, hakuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kuchukiana wala kudolana naye mtu asolaha tu watu, unaona hivyo. Sola hatu watu, ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na ihatiweyu kungu sole unaija manya kwa nia safi kwa nia ya kumsaidia yeye, pia maisha yake yabedeleke Mwenyezi Mungu namsami zaidi anayoija na ukakwita na Mwenyezi Mungu na kamjerenia ya kutubu ya kuya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa sonawi, somere kwa mtu ambaye hana uovu wa namna kama hiyo wala hanasihi iwe niyo ashindukana sono umsomere kwa sababu sivedi kumdhulumu mtu nnene ene, ene maisha yake insha allahu taala. Sola hatua yambwani huyo yese yuja mwenye kunga kumsamiza mtu mwovu dhalimu msawi, basi afunge siku ntatu katika mwezi, siku hizo hizi ntatu kila siku asome Uh, istighfar mara elfu imwenga, astaghfirullah mara elfu imwenga na amsali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara mbokolo imwenga, hali ya kuwa wamnombeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amhalawize dhalimu huyo au amsamize mshirikina huyo au amsamize mfisadi huyo akujamanya ufisadi wa namna kama hiyo si, inabula siku ntatu sikuja katatu sikuja kwanza, wafunga wajamanya hivyo, sikuja kaidi, wafunga wajamanya hivyo, sikuja katatu, harusi dinabula uduke rakaa mbili za sunna sunatul haja, alafu usome istighfar mara elfu imwenga naho, na umsalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara mbokolo imwenga, alafu sola subiri kama mpuzi mbili za subiri, au mabasi maidi ya subiri inritu subiri inritu waisomera suratul zilzala mara mbokolo imwenga na suratulqaria mara mfungate wakati ukuzisomera izisubirizo hizo ama mabasi hayo amaidiazi subiri yaungigwa uzitoze mu mkono wako yaungigwa uzitoze mu mkono wako unaje ka ukuzisomera izisubiri izo hizo isole imwenga ijeremomoto maana ikachotezo cha moto au makala ya moto isole ijeremomoto umo imwenga ya kaidi kailagaze mamazi ayoyose ya yajiakujenda aidha maziyakadisini unalekera maziyajavakitika yajenda sikodibomba aidha ni wakati wafula ikunya kwaise mazi da ukailagaza mja mamazi aidha mazi ayoyose ya ya kujenda wailagaza mdani isubiri hiyo

agaruke mcha Mungu kuliko awa cha Mungu, mwenyezi Mungu chakulombeza katika hijira ino yeye, cha kumjamanyeza ya kusama, basi imgarukire ni dawa ya kuleta toba, na ukakwita ase kwa kudhuru mtu huyo yose isipokuwa kalete toba, aho yagaruka kuwasaidia waja wakikala bidia nayo hiyo yose, kwa kumhalawiza dhalimu huyo na wewe mwenyewe, naye kujinusuru na udhalimu wake lakini na ukoakuitanako wakuitanao pia nao yagaruka ni kinga kwao, iduwa hiyo asekuwa dhuru au kualetera madhara. Naye mwenyewe kwake ni sira ya kuleta toba kwa Allah, kwa sababu anafa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hana msamaha naye, kwa hiyo kakuleta kwake toba ni auya kwa Mwenyezi Mungu ni mfayo mkulu, yagaruka kusaidia nafsi yako kuisaidia jamii kuzunguruke aho nakaisumbula na, na kuwasaidia na waja kuja kuita waja wakuhishi kuja na kumsaidia yeye mwenyewe kuleta toba na kuya kwa Mwenyezi Mungu na kupata usalama na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu mtukufu Mwislamu, hiyo ni Qur'ani yako kuwahi kuitumikira tasikudimwenga au kazi yako ni kumlaani laani mtu tu. La ana hizi ngana zizi kuyo mwenye. Kwa hiyo mnombeze Mwenyezi Mungu amwongoze muislamu mnyauyagire, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alete maslahi zaidi. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.